Utunzaji wa mazingira kwa kutumia teknolojia za kisasa ni jambo lisilokwepeka. E, nimeona mnatumia makaa ya mawe pamoja na kuni, yaani mnawasha kwa kuni ndio makaa ya mawe yaweze kuchoma. Nadhani kuna teknolojia ipo sokoni, na itabidi mfanye utafiti ya kutafuta namna ya kuwasha haya makaa ya mawe moja kwa moja bila kuharibu mazingira. Ni maelekezo ya wa naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiruswa akiatoa wakati alipotembelea mradi wa uchenjuaji madini mkakati ya Kinywe katika eneo la Tambuli loko Morogoro Vijijini. E, nimeona mnatumia makaa ya mawe pamoja na kuni, yaani mnawasha kwa kuni ndio makaa ya mawe yaweze kuchoma. Nadhani kuna teknolojia ipo sokoni, na itabidi mfanye utafiti ya kutafuta namna ya kuwasha haya makaa ya mawe moja kwa moja bila kuharibu mazingira na nitumie pia nafasi hii kuelekeza taasisi yetu ya madini, Shirika la Madini la Taifa STAMICO, wafike hapa ili waweze kuona namna ya kutoa ushauri wa kitaalam juu ya matumizi sahihi ya makaa ya mawe ambayo yanatumika katika kiwanda hiki ambacho nimeambiwa ndani ya miezi minne wameweza kutumia zaidi ya tani mia mbili arobaini elfu tani mia mbili hamsini kwa hiyo ukigawa hapo kwa wastani sio chini ya tani e, laki ngapi kwa, kwa kwa mwezi roughly hamsini tani hamsini. Kwa hiyo ni mkaa mkubwa, na nimeuliza wanatoa wapi, wanasema wanatoa wanatoa Mbinga, lakini kumbe hata huo mkaa pia STAMICO anazalisha kule Kiwira na wao pia ni shirika la taifa la biashara. Kwa hiyo kama wakija kutoa ushauri wa kitaalamu pengine nao watapata wa mgao wa soko wa kuweza kuguzia makaa ya mawe pamoja na utaalam wa namna bora ya kuwasha bila kuangaika kutumia kuni ambayo ndio unatumia sasa hivi. Ni wasisitize kwamba waendelee kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Na bahati nzuri, tukiwapa bili za malipo ya serikali kwetu, upande wa kwetu wa madini, wanalipa kwa wakati na upande wa halmashauri, kwa sababu huwa kazi hiyo tunaifanya kwa utuna kushirikiana na mkurugenzi wetu hapa halmashauri kwa hiyo pia kwa upande wao huwa wanatoa kontu namba kwa wakati. Kwa hiyo sisi tuwasistize tu wateja wetu waendelee kulipa kwa wakati na wafanye ushirikiano mzuri na serikali pamoja na wananchi katika eneo hili, ili wananchi waone umuhimu na manufaa ya mradi huu kuwepo katika eneo hili. Lakini tunaomba mambo kadhaa pia yaendelee kutazamwa, moja kuwezesha miundombinu ili uwekezaji huu huweze kuwa na tija zaidi na wawekezaji pia waweze kupata faida kutokana na uwekezaji wao. Wamekuwa wakitoa wa ajira kwa wananchi wetu, kuna ajira za kudumu mia na kumi wameahidi kuziongeza ajira zisizokuwa za kudumu kama mia nne Uwekezaji wao unakwenda mbali zaidi katika milima ya Nemele, tunaamini tutakuwa na uwekezaji mkubwa na tutachangia pakubwa katika pato la Taifa. Naanza kuzalisha kuprocess grafiti Januari ya 2025. Kwa sasa hivi sisi tumezalisha tani elfu tatu na mia moja na kitu. So, sisi, sisi tuseme kwamba kama wilaya tutayasimamia yale maelekezo kama wizara iliyotuelekeza kupitia mwekezaji wetu kuhusu swala la siasiara, tunaomba ushirikiano kwa sababu hizo ndio faida za kuwa na viwanda katika nchi zetu.